Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ni ukumbusho tu leo. Tarehe 17 Ramadhani ndio ilitokea vita vya Badri. Vita hivi vya Badri vilitokea mwaka wa pili wa hijria, sawa sawa na mwaka wa 624 miladia. Pia katika historia ya Kiislamu, Imam, Imam Ali alijeruhiwa katika mwaka wa 40 Hijiria katika Ramadhani tarehe 17 kama leo alijeruhiwa na bwana mmoja anaitwa Abdurrahman bin Muljam aliyekuwa Khawarij. So, Imam Ali alikuwa anasali katika msikiti wa Kufa. Huyu bwana akamvamia na kumjeruhi vibaya sana, na Imam Ali radiallahu anhu alifariki siku mbili baadaye, tarehe ishirini na moja Ramadhani Imam Ali alifariki. Imam Ali anajulikana kama khalifa wa nne wa Waislamu na alijulikana sana kwa ushujaa wake wa vita, alijulikana kwa ilmu na kwa ujasiri wake, na alikuwa muadilifu, alijulikana kwa uadilifu wake pia katika historia katika historia hijri mwaka wa nane wa hijria ya tarehe ishirini Ramadhani ndio ilitokea fathu Makka. Katika tarehe ishirini ya Ramadhani mwaka wa nane wa hijria ilitokea fathu Makka. Basi insha Allah, tunakumbushana tu historia ya Kiislam katika tarehe kama hizi. Pia katika Ramadhani Ramadhani iliteremka Qurani.

Mwaka wa 678 AD Bibi Aisha anajulikana kama mke wa Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam na alikuwa ni mwanachuoni pia mkubwa.